Kumekuwa kuna story ambazo zinaendelea kwenda viral kwenye mitandao ya kijamii lakini kubwa kuliko ni kuhusiana na huyu mchungaji ambaye yupo huko Uganda akionekana kabisa yupo madhabauni pamoja na viatu vya kike maarufu kama Skonkinko. So ni kwamba mchungaji huyu kutoka Uganda anasema kwamba yeye alikuwa havai kabisa viatu, ila siku moja alikuwa ametoka kanisani usiku, alifika na kulala na kusikia sauti ambayo ni sauti ya ajabu ikisema kwamba yeye ni Mungu, hivyo ilimlazimu kwamba yeye ili awe mchungaji kamili aweze ku e, ponya watu ni lazima avae viatu vya kike, ndio maana mpaka leo unaweza kumuona na viatu vya kike swala. So hili limezua tafarani lakini pia taaruki kwa watu wengi sana, wengi wakiendelea kumponda na kuna baadhi ya watu wengi wakimini kwamba mchungaji kama vile anaeneza ushoga na vitu kadha kadha. So kwa kweli, kama mda wa burudani, uko na mtazamo gani? Make sure to drop comment yako kwenye comment hapo, ili sawasawa online digital, until next time.